Eh, nataka niwaonye wale vijana wanaojipitisha pitisha kule sasa hivi wa wakaingia kwenye kwenye kwenye lile daftari la hukumu lile daftari la, la CCM la hukumu, alafu wakashindwa kugombea. Watulizane, mambo yanaenda vizuri, watulizane. Na, na mimi naamini kwamba wata, watajua kile, kile ambacho tumefanya lakini niingie sasa kwenye, kwenye mada hasa, na mimi nitazungumza mambo mawili tu. Nazungumzia ishu ya, ya udhibiti U, u, umuhimu wa kudhibiti uhamiaji holela unaokuja kwa kivuli au mwavuli wa uwekezaji kutoka nchi mbalimbali hapa, watu wanaingia wanasema, wanakuja kuwekeza m wanakuja kuchukua ajira na shughuli zile ambazo zingefanywa na Watanzania. Lakini cha pili nitazungumzia kuhusu mifuko ya uwezeshaji. Iko mifuko sabini na nne, mifuko na mipango sabini na nne kwenye wizara hii ya, ya mheshimiwa waziri mkuu. Mifuko hiyo ni mingi sana, lakini nitaizungumzia kidogo na nitoe ushauri wangu ambao nafikiri unaweza ukasaidia. Kwanza niseme hivi, mheshimiwa mwenyekiti, kuna siku za karibuni tumeona kwamba kuna raia kutoka nchi tunazozifahamu ambao wameingia <coughs> wameingia mjini na kuanza kufanya shughuli za uzalishaji na za biashara ambazo kwa scale yake kwa uhitaji wa mtaji ya, mitaji yake kusema kweli sio shughuli za kufanya na wageni, shughuli za kufanywa na Watanzania, na hakuna sababu ya kwamba mke wangu mimi sasa akaanze biashara yake ikauawe na mtu ambaye ametoka nje. Tunawekeza kwa, kwa, kwa nia ya kwamba watu wa Tanzania wazawa wa na, na, na wale ambao ni wazalendo waweze kuingia kwenye biashara wafanye watengeneze pesa na fedha hiyo ibaki hapa nchini. Lakini shughuli hizi za, za, za uchuzi ambazo zinafanywa na watu wa nje na wanakuja kwa kasi kubwa, ambao bahati mbaya nzuri, wao wanajiunga na mnyororo wa uzalishaji kwenye nchi zao, kwa hiyo wanajua bei zile zilivyo, kwa hiyo wanazileta zi, na, naamini na, na kwamba kuna ukiukwaji wa, wa, wa kutokulipa kodi, kuna kutokulipa kodi kwingi kwenye hivi bidhaa ambazo zinaingia na zinarejea kwenye mnyororo ule ule wale wale, wale, wale watu wenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana hata kwa TRA kuweza kudhibiti. Kwa hiyo mimi naomba hivi kwamba wale zile mamlaka ambazo zinahusika TIC, na, na, na, na, na wizara ya mambo ya, ya, ya, ya ndani eh, na, na uhamiaji wa watu wa uhamiaji watafute namna ya kuweza kudhibiti maswala ma ma haya eh, kwa sababu mpaka kule kule kwenye vijiji watu wanafanya kamari, mtu anayefanya kamari mtu kutoka nje, it's not acceptable kusema kweli. Na mi naona kwamba ni watu watumie uzalendo, uzalendo hata kama ni sheria, lakini kama uzalendo ukizingatiwa, naamini hawa watu wanaofanya biashara na shughuli ambazo zitafanywa na watu wetu zitakuwa zinaisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nirudi kwenye swala zima la mifuko hii mifuko na programu za, za, za, za kuwezesha ambazo ziko na, uh, chini ya ne, nek ile, um, National Economic Empowerment.